Shinikizo zimeendelea kutaka kuachiliwa kwa Wakenya wawili wanaozuiliwa nchini Uganda huku mashirika ya haki ya humu nchini yakianzisha kampeni kumtaka Rais Yoweri Museveni wa Uganda kuwaachilia. Chama cha mawakili nchini LSK kikiongoza kampeni hii inayotaka shinikizo zaidi dhidi ya serikali ya Museveni. Haya yamejiri huku kesi ya kutaka kuwasilishwa kwa wawili hao ikiahirishwa hadi kesho nchini Uganda. Wanaharakati wa haki za binadamu nchini Kenya wamewasilisha ombi kwa mwanasheria mkuu kuingilia kati kuwarejesha nyumbani wanaharakati wa Kenya Bob Njagi na Nicholas Oyo waliotoweka nchini Uganda. Wamekosoa wa serikali ya Kenya kwa kile wanasema ni kukosa kutetea raia wake. Ombi la kutaka wawili hao kuwasilishwa mahakamani nchini Uganda halikufanikiwa, kesi ikiahirishwa hadi Jumatano asubuhi. Now we haven't gotten any positive response from

Amnesty International, LSK na Vocal Africa sasa wanahamasisha watetezi wa haki na watu duniani kote kumwandikia Rais Yoweri Museveni kutoa taarifa ya mara moja kuhusu walipo Njagi na Oyoo.

Wakenya hao wawili walitekwa Kampala, Uganda mnamo Oktoba tarehe moja mwaka huu, licha ya lawama na wito na kutaka kuachiliwa kwao, bado hawajapatikana. Ripoti za kuaminika zinaonyesha wanazuiliwa kwa siri katika kituo cha kijeshi cha Mbuya mjini Kampala. Mirimwoki, Runinga ya Citizen.